na wala hakuwadhihirishia. Aliwaambia, nyinyi mpo katika hali mbaya zaidi, na Allah anayajua zaidi hayo mnayosingizia. qalu ya ayyuha alaziz in lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makanahu inna naraka min almuhsinin. Walisema kwa kubembeleza, ewe mheshimiwa, huyu ana baba mzee sana na anampenda mno mwanawe kwa hivyo tunakuomba mchukue mmoja wetu badala yake, hakika sisi tunakuona wewe ni katika wanaotenda mazuri. qala ma'adha Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idhan la zalimun. Yusuf alisema, Allah apishe mbali, hatuwezi kumshika yeyote yule isipokuwa tuliyemkuta na kitu chetu

basi walipomkatia tamaa ndugu yao walikwenda kando kunongʼona mkubwa wao alisema je hamjui hamkumbuki kwamba baba yenu alichukua kwenu ahadi nzito kiapo cha kumlinda ndugu yenu kwa Allah na kabla ya hapo mlifanya uzembe kwa Yusuf falan abraha al-arda hatta ya'dhana li abi au yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin basi mimi siondoki nchi hii mpaka baba yangu anipe ruhusa au Allah anihukumie na yeye Allah ndiye mbora wa mhakimu. irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarq wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin, rudini kwa baba yenu namwambieni ewe baba yetu, kwa hakika mwanao ameiba bakuli la mfalme na sisi hatukushuhudia wizi huo ila kwa tulichokijua kwa kuona kwa macho yetu, bakuli likitolewa kwenye mzigo wake, na sisi hatukuwa tunzaji wa mambo ya ghaibu hata tujue kuwa ndugu yetu wa, taiba was'alil qaryatan allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun, na waulize watu wa mji tuliokuwepo na msafara tuliokuja nao na kwa hakika kabisa sisi ni wasema kweli. qala bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil asa Allah an yatiyani bihim jamia innahu huwa alalimul hakim, Yaakub alisema basi nafsi zenu zimekushawishini jambo, basi subira ni jambo jema. Asa Allah akaniletea wote pamoja hakika yeye Allah ndiye mjuzi sana mwenye hikma. wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min alhuzn fa huwa kadhim. Na Yaqub akajitenga nao na kusema ah, maskini Yusuf, na macho yake yakawa meupe kwa huzuni. Kwa sababu hiyo, yeye ni mwenye kuugulia maumivu.

Innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqawmul kafirun, enyi wanangu, nendeni Misri mkamtafute Yusuf na ndugu yake, wala msiikatie tamaa faraja ya Allah. Hakika hawaikatii tamaa faraja ya Allah isipokuwa watu makafiri tu.

basi tupimie kipimo na tupe sadaka. Hakika Allah huwalipo watoao sadaka. inna Allaha yajzi almutasaddiqin. Yusuf alisema, je, mnayakumbuka mlioyafanyia? Qala hal alimtum ma faaltum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Yusuf alisema, je, mnayakumbuka mliomfanyia Yusuf na nduguye, wakati nyinyi ni wajinga?

na akawa nasubira basi, Allah hapotezi ujira wa wafanyao wa mazuri. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khatiin, walisema tunaapa kwa Allah kwamba hakika Allah amekufadhilisha wewe, amekufanya wewe bora kuliko sisi na hakika kabisa sisi tulikuwa wakosefu. qala la tathrib alaykum alyawma yaghfiru allah lakum wa huwa arhamur rahimin, Yusuf alisema leo hakuna lawama juu yenu Allah atakusameheni naye ni mwenye huruma kuliko wenye huruma wote. idhhabu biqamisi hadha faalquhu ala wajhi abi yati basira

na msafara ulipoondoka tu Misri, baba yao walisema kuwaambia aliyokuwa nao, hakika mimi kwa yakini kabisa nanusa harufu ya Yusuf, laukama hamta niona mpuzi. qanu tallahi, innaka lafi dalalika alqadim. Walisema tunaapa kwa Allah, hakika wewe bado kabisa ungali katika upotevu wako wa kale wa kumpenda Yusuf. Flma an jaa albashir alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam akul lkm inni alam min Allah ma la talamun ta. Basi, alipofika mbashiri na akaitupa kanzu usoni mwake, na kwa sababu hiyo akarejea kuona. Alisema: je, sikukuambieni kuwa mimi ninajua kwa Allah msiyo yajua.

Hakika yeye Allah ndiye tu msamehevu mwenye kurehemu. falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra in shaa Allah aminin, basi walipoingia kwa Yusuf aliwakumbatia wazazi wake na alisema ingieni Misri in sha Allah mkiwa katika amani warafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharuu lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan, na akawapandisha wazazi wake kwenye kiti cha enzi na wote wakaporomoka kumsujudia. Na Yusuf alisema, ewe baba yangu, hii ndiyo tafsiri ya ile ndoto yangu pale zamani, na Allah ameijaalia ndoto hiyo kuwa ya kweli